Akiwa kwenye mahojiano na shirika la utangazaji la Uingereza BBC, mvumbuzi na mwanzilishi wa Microsoft, Bill Gates amesema kuwa asilimia kubwa ya utajiri wake atauleta katika bara la Afrika ili usaidie huduma za afya na elimu ndani ya miaka 20 ijayo. Bill Gates amenukuliwa akisema kwa kumsaidia mwanadamu ili kuinua uwezo wake wa kupitia elimu na afya kwa kila taifa lililopo Afrika, basi atainua njia ya mafanikio katika bara hili. Mwezi uliopita Gates alitangaza kuwa atatoa utajiri wake kwa asilimia tisini na tisa ambao unakadiriwa kuwa sawa na dola bilioni mia mbili na kuuleta Afrika, huku akitarajia mwaka elfu mbili na arobaini na tano, kuacha kazi hiyo aliyoifanya kwa miaka mingi. Ndani ya miaka ishirini ijayo nchi nyingi za Afrika zitakuwa zimejitosheleza kwa mambo ya msingi sana kama elimu na afya, hivyo tunachopaswa kujali ni jinsi gani tunaweza kuharakisha hicho, amesema Bill Gates. Katika mahojiano hayo amesema kuwa atafanya kila aliwezekanalo ili mtoto asipate ukimwi, mtoto asipate utapia mlo na kumsaidia kupata huduma za chandarua ili asipate malaria na ili kusaidia ubongo wa mtoto kukua kikamilifu kufikia uwezo wote. Hali hiyo inaongeza kasi ya nchi za Afrika kukua kimaendeleo, amesema Bill Gates. Kwa upande wake, rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika anayemaliza muda wake amesema hata yeye anaunga mkono kwa kufafanua kuwa Ma maendeleo ya Afrika hayatatokana na misaada bali yatatokana na uongozi na uwekezaji. Alipoulizwa swali na mwandishi wa habari wa BBC kuhusu kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa katika nchi za Afrika, hasa katika kipindi hiki cha uongozi wa Rais Trump, kunaweza kuleta pengo na je, wakeleketwa kama yeye Bill Gates wanaweza kuhisi pengo hilo, Bill Gates moja kwa moja amesema kuwa kunaweza kuwa na ongezeko la wahisani kuona pengo hilo, lakini kuna wengine wana akili kipuuzi. Hivyo tutegemee mijadala mingi kuhusu hili. Gates amesema kuwa licha ya Marekani kusitisha baadhi ya misaada, lakini nitahakikisha natoa hoja kwamba Marekani inapaswa kusimamia kwa nguvu na kuwa kiongozi katika kusaidia katika chanjo ya polio, UKIMWI na nitajitahidi kupaza sauti yangu ili niwe mwaminifu kwa watu. Kadhalika, Bill Gates amesema kuwa licha ya kushirikiana na nchi ya DR Congo katika uchimbaji wa madini kupitia akilimnemba lakini Gates Gates amesema kuwa yeye kusuluhisha migogoro nchini Kongo hafuatilii sana na hataingilia, ila yeye anachokifanya ni kutoa baadhi ya misaada ili kusaidia nchi za Afrika. Gates pia ametoa ufafanuzi juu ya kampuni yake ya Gates Foundation kuwa mbali na kazi wanazozifanya ndani, lakini pia hujihusisha na utoaji wa misaada kwa wasiojiweza. Bill Gates ambaye jina lake kamili ni William Henry Gates wa Tatu alizaliwa 28 Oktoba mwaka 1 55. Ni mwanzilishi wa kampuni ya Microsoft, ni mtu tajiri wa pili duniani na mwanzilishi wa asasi isiyo ya kiserikali ya Bill na Melinda Gates Foundation. Bill Gates alianza masuala yake ya uvumbuzi hasa kwenye teknolojia kama kompyuta kuanzia miaka ya 1970 hadi 80 na mwaka 1975 ndipo alipoanzisha kampuni yake ya Microsoft nchini Marekani. Hii ni Msasa Media. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kupitia Msasa Online. Msasa kisasa zaidi.